Kwa hivyo wizara kwa kushirikiana na ERB na CRB na wadau wengine imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yani horizontal promotion na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Aweza kukuta mhandisi analipwa mahera millions of money katika project, alafu fundi sanifu anachechemea. Lakini pale katika utekelezaji wa kazi, mfanyaji haswa wa kazi yenyewe ni yule fundi sanifu injinia anatoa maelekezo mawili matatu. Siku hizi hakuna diwani anagombania darasa, ugomvi wa sasa hivi ni barabara. Hata asubuhi ya leo Mheshimiwa mkuu wa wilaya Alberto Msando alikuwa ananihangaikia kuniuliza barabara inatoka Mpiji Majoe inaenda mpaka Bunju, yule bwana mkubwa pale. Kwa hivyo ni maendeleo makubwa na kwa hivyo watu watakaopata kwenda kwenye, kwenye SGR nendeni, mkimaliza hapo mwende kule Mikumi, mka enjoy kaone utajiri tulionao katika nchi yetu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu, na msikose fursa hii adimu na adhimu. Wale wa mikoani basi niwatakie makazi mema hapa Dar es Salaam. Ni mji wenye foreni, lakini tunahangaika nayo hiyo foreni wakati mwingine mnatuona tumekuwa wakali kama pilipili, lakini yote hiyo ni kati ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda na yanasogea. Fundi sanifu ilianzishwa mwaka 2018 na imetupa manufaa makubwa. Mwaka huu ni maadhimisho ya saba, na kwa maendeleo ya tangu jana yamefanikiwa sana. Pigeni ya makofi kidogo. Wamefanikiwa na kweli wana vibe na wanachangamka na, wana na ilianzishwa kwa kwa sababu ambazo ni obvious kwamba mafundi sanifu ni, ni subsector fulani, ni ngazi fulani katika katika uhandisi ambayo ina changamoto zake ambazo ni, ni, ni unique, kwa hiyo haziwezi kujadiliwa katika bahari kubwa, zitabidi zijadiliwe katika forum ambayo ni ya kwao na kila mwaka tunaona hali yao ikizidi kuboreka. Hawa mafundi sanifu, sisi ni mainjinia, lakini naweza nikasema taifa linawategemea sana sana, ni watu muhimu sana sana. Bila mafundi sanifu hatuwezi kufanya kazi sana, na tusipobadilika eh, tutaachwa nyuma. Kwa hiyo tunajipanga tuna katika ile eneo vizuri sana kuna miaka iliyopita kidogo, kuna kada fulani ziliambiwa kwamba msipobadilika, mtakuwa mta, mta, mta mna kazi miaka inayokuja, na ilitokea hivyo. Sasa hivi wanasema mapilot na madereva kwa miaka inayokuja hawatakuwa na kazi. Utakuwa unaingia kwenye ndege, aina pilot inakupeleka unafika unaingia kwenye gari inakupeleka unakokwenda, ina dereva. Kwa hiyo madereva nama. Kwa nini tunakubali kuwa watumwa wa informality, kwamba kwa sababu ya mazoea ya kufanya kazi kwa kuto kujiregulate basi tumekuwa watumwa? Sasa watu wana graduate hapa, ni matechnician level 6 level 7 wana uwezo mkubwa wa kufanya hizo kazi, lakini hawapewi na huko miradi inafanywa katika hali ya uhovyo na iliyoharibika. Sasa how do you build a public building ambayo inatumika kama zahanati lakini unampa mtu ambaye hana qualifications na unamnyima yule ambaye umemsomesha bure, elimu bure, umempa cheti, tumekaa naye leo hapa, tumempa sifa zote lakini hatumpi kazi. Mimi, kwa niaba, hawajanituma Mheshimiwa Waziri, katika hili lakini kwa sababu tunakutana na hizi changamoto katika usimamizi wa miradi, ombi langu Mheshimiwa Waziri, kwa sisi huku upande wa Tamisemi tuna wajibu mkubwa wa kuangalia tunafanyaje ili miradi ambayo hakuna mradi mdogo kwa fundi sanifu. Mimi nina zahanati nimeikuta kule uh, Msumi, mheshimiwa waziri, mwezi Februari wamepeleka shilingi milioni mia moja na hamsini kujenga jengo moja zahanati na vyoo sita. Kweli unataka kuniambia hapa hakuna fundi sanifu anaweza kusimamia mradi wa milioni mia na hamsini?